Tanzania kupiga hatua kabisa katika sekta ya kilimo hasa katika uzalishaji wa mbaazi ambapo kwa mwaka jana tu mwaka 2024 inaelezwa kuwa imeshika nafasi ya pili duniani na hii ni kwa taarifa ama kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA, Irene Mlola, na ameeleza kuwa zaidi ya tani E, laki tatu na hamsini za mbaazi zilisafirishwa kwenda kule India, na kwa msimu huu uzalishaji unatarajia kuvuka tani laki nne. Kufahamu zaidi kuhusiana na hili na mengine, tunaungana naye Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA, Irene Mlola akiwa kule Dodoma. A, na tunazungumza naye hapa. Habari za hapo Dodoma, karibu sana mkurugenzi. Asante sana asante sana za Dodoma, ni nzuri na shwari kabisa. Naam na, na pengine tuanze kwa kufahamu hasa, kabla ya kujua namna ambavyo pia Tanzania imepiga hatua katika uh, uzalishaji na kile ambacho kinafanya katika mbaazi, majukumu hasa ya COPRA na kusaidia pia katika masuala ya kilimo. Asante sana, COPRA ni mamlaka ambayo inasimamia mazao ya nafaka Uh, kiusimamia kwa upande wa kuangalia kuhakikisha mazao yana yanafuata utaratibu kati kuanzia kwenye mnyororo mzima wa thamani. Ni regulatory authority, yani mamlaka ya kiusimamizi mazao haya ya nafaka na mazao mengineyo mchanganyiko. Kwa muda mrefu sana kumekuwa huko nyuma, hapo awali tulikuwa hatuna mamlaka za kiusimamizi kwenye mazao ambayo ni ya chakula ambayo tulikuwa tunaita ni mazao ya chakula, lakini ambayo haya pia ni biashara kubwa, kwa sababu biashara kubwa, hakuna biashara kubwa zaidi ya biashara ya chakula. Kwa hiyo ukisema nafaka yote, mahindi, mchele, um, ukisema kuja kwenye unga un, wa, wa, wa, wa ngano na vitu vyote hivyo, hapo awali haya mazao yalikuwa hayana msimamizi, lakini sasa hivi hii mamlaka imeanza kazi na takriban miaka mawili ndio inasimamia haya mazao na tukija sasa kwenye ulikuwa unaongelea kuhusu mbaazi. Mbaazi ni mojawapo ya mazao ambayo yanasimamiwa katika mm -hmm. makundi ya mazao ambayo yanasimamiwa na hii mamlaka ya Kopra. Sawa sawa, mkurugenzi, lakini hapo, uh, tunazungumza kuhusu uh, nafaka na mazao mchanganyiko, labda ambao kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kupanua uelewa zaidi, tunavyozungumzia mazao mchanganyiko, tunamaanisha mazao gani? Asante sana. Mazao mchanganyiko yamewekwa kwenye makundi mbalimbali mbali. hmm. Tuanze kwenye kundi la kwanza, ni mazao tunaita ya horticulture, mazao ya mbogamboga mboga na matunda, hapo ndo unakuta na mboga mboga zote, hapo utakutana na a, matunda kama avocado, utakutana na matunda yote ambayo unayafahamu haya yote niko kwenye kundi hilo pamoja na mboga mboga pamoja na viungo na vikolezo. Hiyo ni kundi la kwanza, lakini vile vile unakutana na mazao ambayo ni kundi la mbegu za mafuta. Hapa utakutana na ufuta, utakutana na alizeti, utakutana na chikichi, hayo yote yanakuwa kwenye kundi hilo la mazao ya mafuta. Lakini vile vile kuna kundi lingine ambalo ni kundi la mikundekunde, hapa ndio tunakutana na kina mbaazi, kina dengu, kina choroko, yote yako kwenye kwenye kundi hilo. Na kundi la mwisho kwenye hiyo mazao mchanganyiko ni yale mazao ambayo yako kwenye kundi la mazao ya mizizi. Hapo tutakutana na viazi, miogo pamoja na vitu vingine vyote ambavyo vina asili ya mizizi. Mm -hmm. Na katika hilo sasa, uh, ulitueleza katika taarifa yako kwamba uh, Tanzania inashika nafasi ya pili katika uzalishaji wa mbaazi. Ni uh, nini hasa uh, hili linamaanisha kwetu na ni kwa vipi tunanufaika nalo? Kabisa, kwanza hii ni fursa kubwa na nachukua nafasi hii kuwapongeza wakulima wa Tanzania kwa sababu ndio ambao wametufikisha hapo na ni jadi kabisa kuwapongeza kwa, kwa juhudi ambazo wameziweka mpaka kuhakikisha kwamba Tanzania imefika kwenye hiyo alama ya kidunia. Uh, ukiangalia uzalishaji wa mbaazi, mzalishaji mkubwa sana ni nchi ya India yenyewe, lakini ikifuatiwa na nchi ya Tanzania na baadaye, kuna nchi za Myanmar pamoja na nchi nyingine ambazo ziko ukanda wa bara la Afrika ikiwemo majirani zetu kama Mozambiki pamoja na Malawi. Kwa hiyo Tanzania mwaka jana, ukiangalia tulichozalisha na kupeleka nchini India ambayo ndio soko kubwa la mbaazi ni takriban tani laki tatu na elfu hamsini. Kwa hiyo tumekuwa wazalishaji wa pili na wakubwa wa waku, kupeleka mbaazi nchini India ambako pia wao ndio watumiaji wakubwa wa, wa hili zao la mbaazi. Sawa, mm -hmm. Sawa, so, so, kabisa sasa. so, katika mazao eh, katika zao hilo la mbaazi tumezungumzia sana kuongezeka kwa uzalishaji hadi kufikia uh, tani laki nne lakini, lakini hili pia inatajwa kwamba inawezekana ikazidi kushusha bei ya mbaazi, kweli si kweli? Huwezi uh, ukasema uzalishaji unash, uzalishaji peke yake unashusha bei ya mbaazi hapana. uh, ni kwamba uh, ukiangalia jumla ya uzalishaji duniani kwa sababu hatuzalishi wenyewe sisi. Uzalishaji wetu na kupata tija, yaani kuongeza productivity ni kitu kizuri na kinaongeza uh, kipato cha mkulima, kwa sababu anapozalisha tunaweza kutafuta masoko. Masoko yanapatikana, wakulima wanapata kipato. Lakini ambacho kimetokea mwaka huu ni kwamba wazalishaji wengine na wenyewe wameingia kwenye uzalishaji mwingi, kwa hiyo yule mnunuzi mkubwa ambaye ni India akajikuta kwamba ana kiasi kingi ambacho kipo cha mbaazi zaidi ya kinachozidi mahitaji yake. Kwa hiyo moja kwa moja hiyo ikaletelezea soko la dunia likaanza kuwa linashuka kidogo ukilinganisha na mwaka jana. Mwaka jana kiasi ambacho kilikuwa kinahitajika ukilinganisha na kilichozalishwa kilikuwa kidogo, um, kinalingana na takriban kidogo, kinashuka chini. Kwa hiyo hiyo ni jinsi tu, uh, soko la dunia, soko lolote ambalo linafanya kazi kutokana na uzalishaji pamoja na Uh, uhitaji uliopo, yani demand and supply. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho kimetokea, lakini sisi kama serikali tunafanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwanza, ile kazi kubwa ambayo inafanywa na wakulima wetu tunahakikisha kwamba tunailinda. Kwa hiyo ndio maana tuko karibu sana na serikali ya India kuweza kuona sasa, kwa sababu tumefikia kwenye nafasi hiyo ya kuwa wazalishaji wakubwa wa, wa pili. Kwa hiyo maana yake ni nini? Sisi tunachangia kwenye, um, kwenye swala la usalama wa chakula, kwa sababu mbaazi ni chakula kikubwa sana kule India, na pia kwa kutumia mahusiano yetu mazuri tuliyo nayo na serikali ya India tunafanya nao mazungumzo kwamba kwa sababu ya hizi juhudi kubwa za wakulima wa Tanzania na uhitaji wa India kwenye hili indi swala la mbaazi, basi tunaingia um, makubaliano ya kuweza kuona jinsi gani sasa tutaweza kuhakikisha kuna soko la uhakika. Hata pale wenzetu wanapokuwepo basi kuna soko la Tanzania linawekwa kwa jicho la pembeni kuhakikisha kwamba tunalinda ule uzalishaji wa wakulima wa Tanzania ili bei isiende kuporomoka kwa sana kama ambavyo soko la dunia linahitaji kutokana na uzalishaji mwingi kutokana kwenye nchi nyingine. Kwa hicho ndio kikubwa tunafanya kama serikali na ni juhudi kubwa sana kwanza zinaanzishwa na juhudi kubwa ambazo amezifanya uh, za kidiplomasia ya kiuchumi ambayo imefanywa na rais wetu, na tunafahamu kabisa mnamo uh, mwaka 2023 alienda nchini India, na mojawapo ya vitu vikubwa ambavyo tulivipata ni kufungua haya masoko ambayo sasa hivi tunayaona, na kutokana na ufunguzi wa haya masoko ndivyo jinsi ambavyo wakulima wa Tanzania wamehamasika kuendelea kulima zaidi na kuendelea kupata kupata sehemu ambako mazao ma, ma, yao yananunuliwa. Sasa kutokana na kuingia humo humo kwenye hiyo diplomasia ya kiuchumi, na tumechukua nafasi sasa kuendeleza mazungumzo kusema sasa, mm. tufanyeje kulilinda kulilinda, uh, kulilinda uh, soko letu nchini India, lakini vile vile kujaribu kuishikilia hii bei ili kuweza kuipata kuipatia stability wakulima waendelee wakulima mm -hmm, waendelee kuzalishwa kwa wingi, lakini pia tujaribu kuwe na mekanizimu yaani, njia mbalimbali mbali, njia mbadala ya kuweza kulishikilia hii price isiendelee kushuka kwa sana. Moja kati ya changamoto katika mazao ambayo yanasafirishwa katika soko la kimataifa ni ubora ambavyo, uh, ubora unaokidhi viwango vya kimataifa kama kopra ni sana kwa vipi, mnahakikisha hilo a, linafanyika ili hata a, kwa upande wa bei siweze kuathiri, lakini a, wakulima pia waweze kunufaika? Asante kabisa, hiyo ndio kazi yetu kubwa ambayo tunaifanya kwa sababu haya mazao tunapoyapata yanaenda kwenye soko la kimataifa. Kwa hiyo utaona a, kwa nguvu kubwa sana serikali kwa miaka kama takriban miwili tumekuwa tunaanzisha hii mifumo ambayo inajaribu ku, uh, kuleta usimamizi wa karibu na kusimamia ubora. Naposema hapo mifumo namaanisha mifumo ya kupitia kwenye ukusanyaji wa pamoja, kwenye ushirika, lakini vilevile vile kupitia kwenye stakabadhi ghalani. Kwa hiyo kule ghalani, kwenye ukusanyaji wa pamoja kwanza, mkulima anavyopeleka mazao yake yanaangaliwa kuanzia kwenye chama cha msingi na baadaye kuja linapopelekwa kwenye stakabadhi ghalani. Pale kutakuwa kuna kuna mbinu mbalimbali ambazo mbali mbali mbali mbali tunafanya, mazao hayakubaliki tu yakiwa uh, kwenye hali ambayo sio ya ubora. Kwa hiyo pale tunapata nafasi ya kuyasafisha, kuhakikisha yako kwenye hali hadhi inayohitajika, kuweka kwenye vifungashio ambavyo vinafanana kabisa na jinsi ambavyo tunataka kuonyesha uh, seriousness ya mazao ya Tanzania lakini baadaye kabisa uh, tukishamaliza kuyasafisha yakapangwa vizuri, yakawekwa kwenye madaraja, yanaweza yakauzwa sasa duniani kote kwa kupitia hii mifumo ya soko la bidhaa Tanzania TMX. Kwa hiyo umetuona tumekuwa na msukumo mkubwa sana na mwitikio umekuwa mkubwa, kwa sababu hii mifumo imetusaidia kuweza kupata uh, kuongeza ubora na, la, la, na zaidi ya hapo kuweza kumkaribisha mkulima akawa karibu na soko, lakini vile vile akafahamu bei ya soko na yeye zaidi ya hapo akapata wigo mpana kabisa wa ushiriki wa wanunuzi, sio tu wale waliomzunguka, lakini hata wale ambao wanaweza waka wakaweza kuingia sokoni kwa kupitia hii mifumo ya kidijitali. Kwa hiyo hizi zote zimekuwa ni juhudi kubwa ambazo zimeweza kusababisha hmm. aa, mazao yetu yameongezeka ubora lakini vilevile vile, hata hivyo unavyosema kwamba kwa mwaka mmoja tu tumeona, ukiangalia takriban zao la mbaazi miaka minne iliyopita tulikuwa tunasafirisha tani laki moja na elfu arobaini tu lakini sasa hivi tumeweza kusafirisha tani laki tatu na elfu hamsini hiyo hmm. ni ya mwaka jana na mwaka huu tunategemea <coughs> kwa uzalishaji wetu tunaweza tukafikia hata tani laki nne so, yote. So, haya ni kwa sababu sasa mazao ya kitanzania yanakubalika kwenye ngazi za kimataifa, na, na, na, na hapo hapo kwenye mbaazi. <coughs> Uh, uh, pale nyuma kidogo ulisema kwamba mmefanya me, makubaliano na serikali ya India, lakini kama ulivyogusia hapo kwamba India ndio nchi ambayo inaongoza kwa uzalishaji wa mbaazi eh, lakini pia wanaongoza kwa consumption, yani wao ni ni uh, uh, miongoni mwa watu ambao wanakonsume mbaazi kwa kiasi kikubwa. Sasa maanake ni kwamba hapo tayari uh, uh, mahitaji yapo, lakini pia supply ni kubwa. Maanake ni kwamba sasa hapo ukija ukiapply kanuni za kiuchumi hapo hakuna tena soko. Labda utanirekebisha, lakini uh, umesema kwamba mmekwenda hawa hao ambao tayari wanazalisha kwa wingi Eh, kiasi ambacho wenyewe pia wanaweza kutumia huko huko, ndo tumekwenda kutafuta soko. Kwa nini tusitafute soko katika maeneo mengine ambako wana demand ni kubwa lakini supply ni kidogo, ili tuweze kufidi hilo gap? Kwa mfano eh, mataifa kama ya Latin America na mataifa ya ukanda wa Caribbean ambao wana uhitaji mkubwa mbaazi, lakini wao si wazalishaji wakubwa. Okay. Asante sana, kwanza kabisa, ifahamike kwanza nchi ya India ndio nchi ambayo ina population kubwa zaidi ya nchi nyingine zote, mm, uh, duniani hawa Wahindi wako karibu takriban uh, bilioni 1.46 kwa hiyo it's the most populous country in the world, lakini vilevile vile, uh, zao la mbaazi ndio zao kubwa sana la chakula nchini India, kwa hiyo tunaongelea population hiyo kubwa ya kidunia na watumiaji wakubwa wa hili zao la mbaazi ni Wahindi wenyewe ambao wako India, lakini vile vile ambao wako kwenye, aa, kwenye nchi nyingine mbalimbali mbali. uh -huh. Kwa hiyo <coughs> kwanza, nikija kwenye pointi yako ya kwanza unaposema kwamba kwa sababu na wenyewe wanazalisha, bado hata uzalishaji wao bado hawajajitosheleza kwa hiyo bado wanategemea na nchi nyingine kuweza kuwapa hili zao lakini vile vile tujue kabisa kwamba huwezi, hata kama unazalisha, huna uhakika wa moja kwa moja kutokana na masuala ya tabia ya nchi na mambo mengine, kwamba basi uzalishaji wako kila mwaka utapatikana. Kwa hiyo utegemezi wa kuwa na nchi mbalimbali ambazo zinakusaidia kwenye, kwenye uzalishaji ni kitu muhimu, na hiyo ndio pointi kubwa ambayo tunayo kama Tanzania kwenye mazungumzo ambayo tulionayo, wanatuchukulia sasa kimkakati, kwa sababu sasa tumekuwa majiant kwenye kuproduce mbaazi. Kwa hiyo wana nafasi ya kuongea na sisi kuwa kuhakikisha kwamba tunaweza kuwa tunawapa buffer stock ambayo inaingia kwenye hifadhi yao ya chakula ili pale ambapo matatizo yanapokuwa yametokea, ambayo yanatokea, huwezi kujua, basi Tanzania ni mtu mmoja mkubwa sana wa kimkakati. Sasa tuje kwenye pointi yako ya pili, kwa nasema kwa nini tusiwe tunaangalia uh, nchi nyingine kwa namna moja au nyingine tuna pia tuna viwanda ambavyo vime, vimeanza kuwepo hapa nchini ambavyo vinafanya ubanguaji wa mbaazi na utengenezaji wa mbaazi ili zifike kwenye level ya kuweza kuenda moja kwa moja kwenye supermarket. Ili tukawahudumie uh, Wahindi ambao ndio walaji wakubwa wa, wa, wa, wa hili zao kokote kule duniani. Kwa hiyo, hizo hiyo ni mikakati mingine ambayo ipo, lakini pia itachukua muda. Kwa sasa Uh, soko kubwa bado linaendelea kuwa kule, kule kule uh, nchini India ambako ndio uh, wanunuzi wakubwa wa, wa haya mazao. Mm-hmm. Na kwa sasa ukiweka mbaazi pamoja na mazao mengine ambazo ambayo mnasimamia, ni changamoto gani ambazo uh, bado mmekuwa mkipata hasa katika udhibiti na usimamizi wa mazao hapa nchini? Okay, um, mimi neno changamoto linanipa shida. Ni kwamba napendaga kuongelea kwamba ni fursa gani ambazo zinaendelea kupatikana katika kuhakikisha tuna tunaimarisha uh, minyororo ya thamani ya mazao haya uh. Kama ambavyo changamoto kubwa ambayo tumepata mwaka huu ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuimarisha masoko na kuimarisha masoko kwa muda mrefu, tuwe na mbinu ambazo ni za kimkakati na za muda mrefu kwa hiyo unaweza ukawa umepata soko zuri kama ambavyo tumepata mwaka jana, bei ikawa nzuri. Kwa hiyo sasa tunajaribu kuwa na mekanizmu mbalimbali ambazo zinajaribu kuonyesha zikaonyesha stability. lakini vilevile labda niongelee um, safari yetu ya India pamoja na kwamba tulikuwa pia tume, uh, tumefuatilia swala la mbaazi lakini kwa kuna, swala, kuna zao lingine kubwa sana ambalo tulikuwa tume uh, tulipata nafasi kwa kuwa kuna maonyesho makubwa yanaitwa World Food India, zao la parachichi kwa namna moja au nyingine ni zao ambalo tumeanza kulisafirisha kwenda nchini India kuanzia mwaka jana, na zenyewe ni juhudi hizo za kuendelea kufungua masoko. Lakini baada ya kufungua lile soko, sasa hivi nchi ya India inachukua takriban asilimia thelathini ya export ya zao la parachichi duniani, na limekubalika lime vizuri sana na hata katika uh, ziara yetu tuliyofanya hivi karibuni tumepata oda nyingine nyingi sana kwa sababu tulienda pia tukiwa na wafanyabiashara wetu, yani exporters ambao wako Tanzania, wafanyabiashara wa Tanzania ili kwenda ku, kupanua zaidi masoko ya nchini India. Kwa hiyo tumeona mwitikio mkubwa sana wa ili zao, na ukiangalia fursa zilizopo ni kuendelea kuhakikisha tunazalisha kwa ubora unaohitajika, lakini vile vile tuangalie mbinu za usafirishaji ili zao kama hili la perishable natakiwa kufika haraka sana haraka uh, sana na kwenye kwenye soko. Kwa hiyo hivyo vitu ndio vitu ambavyo serikali sasa hivi tunashirikiana na wafanyabiashara na mnyororo mzima wa thamani kuhakikisha kwamba kuna mbinu mbalimbali mbali za kuhakikisha uh, tunasimamia ubora, tunasimamia madaraja yanayotakiwa kuwepo, lakini vilevile kuhakikisha vile, mazao kama hayo yanafika sokoni akiwa ya kwenye hali nzuri hmm. Sasa na sasa uh, kwa wakulima, unalipi uh, la kuambia kuhusiana na fursa nyingine ambazo zipo kwenye mazao mengine ya chakula uh, lakini mazao mchanganyiko kama vile kundi la mazao ya mboga mboga na matunda na mazao ya mafuta kama vile uh, chikichi uh, ufuta pamoja na alizeti. Sawa kabisa. Uh, kitu changu kikubwa nachowaambia wakulima kwamba kilimo ni biashara kwa hiyo kwa sababu kilimo ni biashara, tunapofanya biashara yoyote, lazima iwe inajaribu kuangalia soko linahitaji nini, na sisi tuhakikishe kwamba tunachokilima na tunakilima kwa kufuatilia um, taratibu nzuri ambazo zinaweza kutuletea tija kwao. Mimi naenda kuwatia moyo tu kwamba serikali yao, uh, sasa imeona kwamba hata haya mazao, kwa kipindi cha nyuma tulikuwa hatuyachukulii kimkakati na kibiashara. Sasa yanasimamiwa kibiashara, na sisi tutaendelea kushirikiana kati kutoka kwenye ngazi za halmashauri na kuhakikisha kwamba ndani ya Wizara ya Kilimo tunahakikisha wanapata pembejeo, tunahakikisha wanapata mbegu bora, lakini vile vile tunahakikisha tunafungua, tunashirikiana tuna na wafanyabiashara kufungua masoko, lakini tukipeleka sokoni kitu ambacho kifanya ubora ambacho kiweze kuhakikisha kina kinawarudishia tija wao wakulima wa Tanzania ili tuweze kuendelea. Naam, shukran sana mkurugenzi, na tunakutakia majukumu mema. Asante sana, nashukuru. Ni mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA, Irene Mlola, tukizungumza naye zaidi kuhusiana na kile ambacho kopra imekuwa ikifanya hasa katika uh, kupeleka mazao la mbaazi kabisa na, uh, kule India na katika masoko mengine na mna. kopra ni kifupisho cha Cereals and Other Produce Regulatory Authority, wakiwa uh, okay, wanashughulika na mazao ya chakula hmm, na mazao mchanganyiko uh, kwenye makundi kama ya mboga mboga na matunda uh, mazao ya mafuta kama alizeti, chikichi, ufuta na mazao mengine ambayo yanatumika kwa ajili ya chakula.